Huyu bwana aliyelala hapa anaitwa Galauleli Luafu Mbano mm. hilo ndo kaburi lake, ambaye yeye alikuwa ni msaidizi mkuu wa chifu mm. au tunasema duna mkuu, ambaye yeye ndo alikuwa anafanya kazi nyingi zaidi za kiulinzi mm. na shughuli zote za kiutawala katika jamii ya Wangoni. Huyu mm. mtu aliyelala hapa, yeye hakuwa ni mgoni asilia, kwa sababu yeye alikuwa ni kabila la Wakalanga, watu wa kutoka Zimbabwe. Hivyo mm. alikutana naye njiani wakati wangoni wakitokea Afrika ya kusini wakija huku Tanganyika mm. Kwa sababu ya ushupavu wake na umaili wake uliwafanya viongozi wa Wangoni, hususani chifu mkuu wao ambaye alikuwa anaitwa Mputa Bini Gwazila Pasi Gama, akamchukua na kuongozana naye kuja huku Tanganyika. Hivyo huyu jamaa yeye ndo alikuwa mtu ambaye ameongoza zaidi vita nyingi za Kingoni zidi ya zidi ya Mjerumani, na kifo chake kiko tofauti na wengine kwa sababu wengine waliuawa kwa mara moja na wakazikwa kwenye kaburi moja la watu sitini na sita lakini yeye aliachwa kwanza, kwa muda mfupi wa, kwa sababu alikuwa na mshawishi wa wale wajirumani ili waweze kuungana naye kutafuta baadhi ya watanganyika wengine ambao wakiwa wakiwasumbua. Lakini yeye alikataa, akasema kwamba mi siwezi nikakubali kuungana na nyinyi, ili hali wenzangu wote wameshanyongwa na nasha kufa, basi na mimi tu ni uwawe ni nyongo. Basi wakamnyonga zaidi ya mara tatu, kitanzi chake kilikatika ona hivyo basi, walichokifanya Wajerumani kamua kumpiga risasi kwa sababu alishashindwa kumnyonga, kwo kampiga waka risasi wakamzika. baada ya kadhaa mwili wake ukafukuliwa, wakakata kichwa, wakaondoka nacho, na maana hata sababu kwenye ili eneo hapa tunaona kuna uwazi huu uliotenganishwa hapa kwamba kuna kitu kimekosekana. hmm. hmm. kwamba kichwa hapa aki mpaka kwa Jerumani alikuwa mm. alikuwa nduna aligeuza jiwe. E, kuna muda kama akienda kupambana mm. akizidiwa, anaweza kajigeuza jiwe au kichugua au kageuka gogo, ili mradi tu mm. kuskepo kutoka kwenye kwenye hatari. alikuwa anaitwa Galauleli Luafu Mbano mm. baadaye alibatizwa jina Songea kwa sababu ya mara zote alivyokuwa akiongoza vita mm. alikuwa tamka neno Songea tuvulana, akimaanisha kwamba twende mbele tukapambane na, na adui. hivyo basi wale wageni kwa sababu mm. mara nyingi alitamka neno songela songela, wakajua huenda huyu kiongozi anaitwa mm. Songea. Hivyo basi wakamwita Songea Sao, kwa hiyo kwa heshima yake hata mji huu ukatoka mm. kwenye jina la zamani ambalo lilikuwa linaitwa Ndonde ukabatizwa jina la Songea kwa ajili ya kumwenzi huyo shujaa. Na huu mti umesema una umri gani? huo mti unakadiriwa kuwa na umri wa miaka 200 ambao oh. unaitwa Chikunguti kunguti zaidi ya kwa... miaka mia mbili na ndo ulikuwa alama dhahiri, um, ambayo inaonyeshwa kwamba mwili wa Songea Mbano umezikwa sehemu hii hapa kwao, kutokea huo mti ndo ukawa ni sababu kubwa ya kuonesha hii. Asante sana.